mtu mmoja aidha wa kike au kiume ambaye katika hiyo kijiji atakuwa yeye ni kama sauti, na tutakuwa tuko mali pengine pazuri, sababu tutaka hiyo sababu tutaka hii ngombe so siona. So, hapa kuna ushirikiano mzuri kama tutaweza kushirikiana. Sasa sisi lengo letu ni moja, kama za registration tunawaita wale stakeholders wetu, tuambie wale vijana tumepata ni hao. Broad-Based Talent Initiative ni mradi wa, wa kuhamasisha amani katika jamii na tumelenga katika ku -identify talents za maskani ili tuone vijana wetu tutawasaidia vipi katika kuzile talent zao. So leo hii tunashukuru tumekuja kuonana na vijana wa Pungu, na ule mchango wao tumeona imekuwa participation nzuri, na pia tume -identify some talents ambao tumeona wako nazo changamoto zenye wameongelea ni kwa sababu Pungu iko katika eh, mipaka ya Kwale account na Mombasa account. Tumeona zile changamoto ambazo ziko huku sana, sana mambo ya mashamba, utovu wa usalama, mambo ya juvenile gangs na pia mambo ya poor parenting. Hizo ndio ni vile ambavyo vinasababisha utovu wa usalama katika hii jamii. So tumeona pia vijana wako na initiative ambazo wanasaidia katika kuhamasisha amani katika jamii yao miongoni mwao ni kukuza vipaji na pia kuhamasisha jamii juu ya mambo ya elimu na usalama. Kutokana na kikao cha leo, tumejifunza mengi, hasa sisi vijana. Tumezungumza swala zima la vijana na ni kuhusiana na kukuza talanta na pia kujitambua sisi kama vijana, kama tuko na uwezo ambao uwezo huo tukiutumia katika maisha yetu tunaweza kujiendeleza na pia kujibadilisha ki, ki, kiuchumi Kutaja tu vijana sasa tunahusishwa na nidhamu mbaya, sababu sasa hivi hatuwezi sema ati kuna, eh, wamama wa vipanga ama baba wa vipanga ni vijana tu, ni vijana wa vipanga. So vijana ndio tunaomba tu make sure tuwe mbele katika swala zima la usalama na utovu wa nidhamu, na naimani sisi vijana, ili lawama litaisha iwapo tutajitolea na iwapo sisi wenyewe tutaamua tufuate mbinu ambazo zitatuendeleza kupata kipato na pia mbinu ambazo zitatuendeleza katika kukuza uwezo wetu wa kujiajiri. Kikao cha leo kinisaidia kwenye, kwenye mambo na usalama. Nimegundua kama kukaa bila kazi pia za kufanya ukakosa amani, na mimi ningependa tu kusema, sisi kama wasichana tumeambiwa kuwa kuna fans zenye Tuweza pewa. Sasa sisi kama wasichana, tuweza amua tuka tukaunda kikundi chetu na tukapata certificate na tukaomba tuka, tuka hizo funds, ili tuli, tujiendelezeshe kufanya biashara hivi kama vile biashara ya kuku hivi, ama hata ukasema biashara ya kupika hivi, pia tuweza saidika kwenye mambo na usalama eh, tuweza kukuza vipaji vyetu tukaviimarisha kausaidia yani, tukafika tuka mbele. Yani mtu akika hivi idol huwa za mambo mengi, lakini kama mtu yajishughulisha na kipaji fulani, sema mimi kama futbola, huwa kabla hujaenda kwa game lazima uende kwenye zoezi, na ukienda kwenye zoezi, obviously utakuwa mfokazi na zoezi kuliko kujishughulisha na mambo mengine ya kihalifu.